Wasia wangu kwa watendaji wa Mahakama ni mategemeo yetu serikali kuwa haki huendana na wajibu. Kama serikali tumefanya wajibu wetu wa kuwawekea mazingira wezeshi yote ya kufanyia kazi, lakini na ya mifukoni. Hivyo basi, ni imani yetu kuwa mtatutendea haki pia kwa kusimamia kikamilifu dira ya Mahakama inayosema haki sawa kwa wote na kwa wakati. Bajeti ajira za watumishi, na miundombinu iliyowekezwa na serikali iwe ni chachu kwenu ya kuimarisha zaidi utoaji haki kwa wakati, kwa wote, bila kujali hali ya mtu, huba wala upendeleo. Kama kwenye kiapo chenu ninachokipenda sana, nasema nitatoa haki kwa wote bila kujali huba, upendeleo, jui nini, wala chuki. Kile kiapo nakipenda sana kwa hiyo, naomba mkakitekeleze kile kiapo hapa. Ni imani yangu vilevile vile pia kwamba mitazamo na utendaji kazi wa watumishi wa mahakama na wadau wote watakaotumia majengo haya tunayoyajenga vitaendana na maboresho na uwekezaji mkubwa uliofanywa kwa kutumia fedha za wananchi wanaolipa kodi. Wananchi hawategemei kwamba haki haki tu itendeke bali pia haki ionekane kuwa imetendeka. Na hapa anapata faraja, sababu katika tathmini tunayofanyiwa na kimataifa, imani ya watu kwa mahakama, imani ya watu kwa mahakama imekuwa inapanda kila mwaka tunavyofanyiwa tathmini. Nadhani mpaka mwaka jana tulikuwa asilimia themanini na nane mpaka mwaka jana. Kwa hiyo imani yangu na maboresho haya tutakwenda kupandisha imani ya watu juu ya mahakama zao. Nikihitimisha Mheshimiwa Jaji Mkuu, kwa mara nyingine tena nichukue fursa hii adhimu kukushukuru wewe, uongozi wa mahakama na watumishi wote kwa kazi nzuri ambayo mnaendelea kuifanya. Mheshimiwa Jaji Mkuu, natambua kwamba umebakisha miezi michache kustaafu na mimi sina tena dhamira ya kugombana na mahakimu ma, majaji wale, na dhamira ya kukuacha ukapumzike. Kwa hiyo, waheshimiwa majaji, jipangeni tu, jaji anakwenda kupumzika. Lakini Mheshimiwa Jaji Mkuu, niseme umefanya mageuzi makubwa ya mahakama yetu pamoja na pamoja na msukumo wa serikali, lakini mageuzi ya fikra, kusimamia na kuleta mageuzi tunayoyaona leo ni... ni mabadiliko makubwa sana ndani ya mhimili huo. Sasa katibu mkuu kiongozi, nimekuona huko hapo, umenipangia kutoa nishani kwenye sherehe za Muungano. Naomba niongezee nishani moja ya Jaji Mkuu wa Tanzania.